Naam, na sasa tuzungumze kuhusu hatua ambazo zimefikiwa katika kusambaza e, mawasiliano na kuboresha mawasiliano vijijini, na hapa e, tumewalika UCSAF, mfuko wa mawasiliano kwa wote, ambao watazungumza kuhusu minara iliyokamilika na ambayo inaendelea kujengwa, lakini pia hali ya mawasiliano vijijini kwa ujumla. Na tayari hapa tunaye Mhandisi Baraka Elieza ambaye ni mkuu wa kanda ya Mashariki wa UCSAF. Naam, na ikiwa suala la upatikanaji wa mawasiliano ni moja kati ya sehemu muhimu hasa na uh, ya miundombinu ya msingi ambayo inachochea shughuli za kiuchumi, inachochea pia utoaji wa huduma za kijamii na ujumuishaji wa wananchi katika uchumi wa kidigitali na tutafahamu Uh, katika kusimamia uh, ujenzi wa minara na mawasiliano uh, UCSAF kile ambacho kimekuwa ikifanya ikiwemo pia uh, ujenzi wa minara hiyo. Karibu sana mhandisi mhandisina no. no. no. no. yeah. Na, na pengine uh, tuanze kwanza kwa, kwa tathmini ama hali ya sasa ya mawasiliano ukiangalia vijijini ikoje hasa kwa, kwa hapa nchini uh, Jina langu ni Baraka, kama ulivyonitambulisha, naitwa Baraka Elieza kutoka UCSAF, Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote. Ah, swali lako ni zuri. Hatua iliyopigwa sasa hivi ni kubwa sana ukikompea kabla hii taasisi haijaanza kwenye miaka ya elfu mbili na tisa. Tulianza operation, of course ilianza elfu mbili na sita lakini kazi hasa ilianza 2009. Kipindi hicho cha nyuma, nadhani mtakuwa mna kama mlikuwa mnafuatilia, hali ile haikuwa nzuri sana kwenye maeneo hasa ya vijijini. Haya makampuni ya simu yalikuwa yanajikita zaidi mijini, na hiyo ni kwa kwa muktadha kwamba maeneo haya ya mijini ndio ambayo yalikuwa yanawaletea ya faida kubwa. Sasa kuanzishwa kwa umfuko wa mawasiliano kwa wote umekuja kuhakikisha kwamba kupitia mashirikiano ambayo tunayafanya makampuni ya simu tunaweza kupeleka huduma za mawasiliano maeneo ya vijijini. Hmm. Na mpaka sasa hatua ni kubwa sana, tunaweza tukasema na tunajisifia sisi kama UCSAF, kupitia serikali ambayo ndio inatusimamia, tumeweza kufikisha mawasiliano kwenye maeneo mengi hapa tunavyoongea <coughs> mpaka sasa kwa kushirikiana na hayo makampuni ya simu tumeweza kujenga minara elfu mbili mia mbili hamsini. Mm. Na ni, ni mapinduzi makubwa sana, nadhani wote hapa wengi tuna ndugu, tuna jamaa maeneo ya vijijini mm. hali imeboreka sana tunapozungumzia teknolojia kama za foji thrigi, unaenda vijijini wilayani Karagwe, unaenda Handeni huko mtu mm. unaweza ukatumia simu yako ya foji na unapata mtandao. Kwa hiyo tunaona kuna mapinduzi makubwa sana kwenye hilo eneo la mawasiliano. na, na, na, na hiyo idadi ime, imeweza kukidhi kwa asilimia ngapi eh, mahitaji yaliyopo? Hatua ni kubwa, kwa sababu kwa kifupi sasa hivi ukiangalia takwimu za TCRA za, za hivi karibuni, kuna kuna ongezeko kubwa la eneo ambalo lina, linafikiwa mawasiliano Tanzania mm, ya yeah. Kwa hiyo ni, ni naweza nikasema kwa data za hivi karibuni, tumeona ukuaji sana kwenye eneo la amini eneo la intaneti kwenye simu za mkononi mm. Na pamoja na eneo la simu za kawaida na voice, naam mm. Lakini uh, bado kuna malalamiko kwenye vijiji kutoka kwenye vijiji ama maeneo ya vijiji kwamba bado kuna changamoto za mawasiliano eh, hasa intaneti yakusuasua Lakini pia hata mtandao kutoshika kwenye baadhi ya maeneo. Na hivi karibuni pia mmoja kati ya wabunge aliuliza swala hilo bungeni, nafikiria kwa mbunge wa Ilongero, akawa anataja changamoto ambazo zipo kwenye vijiji vinavyopatikana katika eneo lake. E, kwa, kwa tathmini yenu ni, ni bado kuna shida kiasi gani kwenye maeneo yaliyosalia ambayo bado hayajafikiwa na huduma zenu? kwa, harakaharaka, kwa harakaharaka, ni, niseme ukweli kwamba si kwamba tumemaliza changamoto zote za mawasiliano katika maeneo ya vijijini, na ndio maana waheshimiwa wabunge bado wanaleta mahitaji na sisi bado tunaendelea kuyabaini hayo maeneo. hmm. Lakini niseme kwa kifupi, a, katika hii miaka miwili tumeweza kufanya mradi mmoja mkubwa sana. Ndiyo. Ulikuwa tunaoita mradi wa minara mia saba hamsini na nane. Hmm. Na tulishirikiana sana na hawa wabunge fikisha mawasiliano katika kata elfu mia saba kumi na tatu. Ule mradi tuliusaini na makampuni ya simu ilikuwa tarehe ta, kumi na tatu mwezi wa tano mwaka ishirini ishirini na tatu mm. Kiufupi, tumefika kwenye almost vijiji elfu moja mia nne na saba nchini mm. Na mradi huo tumeumaliza rasmi uh, kabisa, tumeufunga elfu mbili amini Desemba ishirini ishirini na tano maeneo mengi sana tumeyafikia, ila sasa kama unavyofahamu nchi yetu ni kubwa aa, kijiografia nadhani hata kwa East Africa ukikompea ni kubwa nchi, na ina vijiji na maeneo mengi ya vijijini, yana milima, yana maeneo ambayo yana changamoto ya unapoweza kujenga ile minara. Sio kwamba kila eneo linaweza likafikiwa, lakini kupitia mradi wa mia saba hamsini na nane tumeweza kufika kwenye maeneo mengi sana na hiyo inakuja sambamba na kuhakikisha kwamba intaneti na eneo la mawasiliano na simu za kawaida yanafikia wananchi. Kupitia huu mradi tumewafikia wananchi karibu milioni nane na na laki tano mm, na sisi tunaona kwamba tumetenda haki kwenye eneo hilo kwenye, kwenye, kwenye kwa hiki kipindi cha miaka miwili, na hapo hapo kupitia hilo swali lako tunakuja kwenye wakati, tunaendelea kuhakikisha kwamba maeneo mengi na, yanafikiwa tumekuja vile vile na mradi wa awamu ya kumi. Huo mradi uh, tumeweza kusaini na makampuni ya simu, tumesaini mkataba tarehe tano mwezi wa kumi na mbili. Mradi huo utafika kwenye kata mia mbili na moja nchini. Kwa hiyo tunaendelea, ili zoezi ni endelevu, sio kwamba litasimama, na miradi mingine inaendelea kuja baada ya huu mradi. Tuko kwenye mchakato wa manunuzi wa kuleta tena mradi mwingine wa awamu ya kumi na moja. Kwa hiyo tunaamini kwamba ndani ya miaka miwili ijayo, kwa kweli sehemu kubwa sana ya nchi hii itakuwa na mawasiliano ya simu za kawaida na intaneti kwa, kwa, kwa kiasi kikubwa sana. Mm -hmm. Mm -hmm. Katika uchaguzi wa kata au vijiji ambavyo mnaenda kufunga hii minara, mm -hmm. Ni vigezo gani ambavyo mnatumia hasa kwa kipaumbele? Ah, kipaumbele kitaalamu kabisa ni kwamba kwanza haya maeneo ya vijijini mengi unakuta hayana hayana hayawavutia haya makampuni ya simu yanayowekeza mm. Sababu na nafahamu na mwandishi wa habari kwamba eneo hilo ni la kibiashara. Sasa pale ambapo yale makampuni yanashindwa kuvutika, sisi ndo tunaenda kuyatambua hayo maeneo mm. na utambuzi wa hayo maeneo unaanzia na, na hatua ya kitaalamu ama ya kihandisi kwamba sisi tuna vifaa vyetu vya kitaalamu ambavyo kupitia hivyo vifaa saidizi tunaweza tukakaa mezani tukaangalia hali ya sasa ikoje. Kwa mfano, tunaangalia kwamba makampuni ya simu kupitia jitihada zao hmm. za ndani wamefika wapi na sisi tumefika wapi kama UCSAF, tukiunganisha tukiweza kuyatebwa yale maeneo kwenye hivyo vifaa ama, ama, ama, ama hizo software ambazo zinatambua maeneo Tunaainisha, tunajua, aha, eneo hili halina mawasiliano liko, lina je, liko lina status gani na vitu kama hivyo. Lakini vile vile, tuna tunatambua hayo maeneo vile vile kupitia kwa wadau mbalimbali hata nyie hmm. Kwa hiyo tunapokea, tuna social media, tunapata simu kutoka kwa wananchi. Vile vile wadau wengine ni waheshimiwa wabunge ambao wanatoka kwenye hayo maeneo kwa hiyo tunachakata hayo maeneo tunayatambua, theni tunayaingiza kwenye zabuni. Kumbuka makampuni ya simu Tanzania sasa hivi yako matano ambayo ni aktivu yenye kutoa huduma za mawasiliano ya hizi simu za mkononi. Kwa hiyo tunapitia njia za manunuzi kama taasisi ya umma, na mwisho wa siku tunapata kwamba kampuni hii imepata maeneo mangapi, kampuni hii maeneo mangapi? hmm. na theni utekelezaji unaendelea na, na, na gharama za uendeshaji wa miundombinu mnayoiweka zinakuwa kwa nani? A, sasa hilo ni swali zuri, ndugu mtangazaji, ndugu mwandishi. Ni kwamba kwa kwa taratibu ambazo sisi tumejiwekea kama UCSAF, hii miradi ya mawasiliano ambayo tunafanya kwa kiasi kikubwa tunafanya kwa kushirikiana na haya makampuni ya simu na tunatoa ruzuku ruzuku hii ni sehemu ya gharama ya kusimika ule mnara na miundombinu yake mm. Sasa wao unaweza ukakuta wakawa wanatoa maybe asilimia kulingana na mazingira, asilimia maybe sitini ya gharama zote, na sisi tunatoa ruzuku kama asilimia arobaini. Lakini pindi ambapo ule mnara unakamilika, sasa hapo uendeshaji au kuhakikisha ule mnara unafanya kazi na ubora ni ni jukumu la mtoa huduma, hmm. Sisi tunakuwa tumetoka, ila kiutaratibu na kiuendeshaji wa mawasiliano Tanzania, pindi mnara ule unapowaka au unapoanza unapo kutoa huduma kuna mtu pembeni mwingine ambaye hmm, ana mamlaka anaitwa TCRA anahakikisha kwamba huduma zinazotolewa pale zinakuwa za viwango, kama kama mdhibiti sawa sawa, kama mdhibiti. Na na mna mna wagaiaji, maana kampuni ziko tano, kwa hiyo mna mnatumia vigezo gani kuamua sasa hapa tuweke mnara wa ambao unatumiwa na kampuni fulani? Yes uh, tunapitia nimeelezea kuhusu zabuni. Yeah. Zabuni maanake kuna aina fulani ya ushindani. Kwa mfano sisi tunaweza tukasema mradi huu wa awamu ya kumi tumefanya analisis, tukajikuta kwamba labda tunaweka ruzuku ya shilingi labda mia moja. Sasa hmm. ile shilingi mia moja tunaiweka kwenye, za, kwenye, tunaiweka kwenye zabuni husika, alafu wenyewe wanashindana. Sasa hmm. yule ambaye atatoa labda ofa yake tutajiridhisha kwamba ni, ni, ni, ni nzuri kuliko mwingine hmm. Na hapo uzuri una, una, unaenda kwa muktadha wa gharama ndogo hmm. Kwa hiyo mimi nikisema nina ofa ya shilingi mia katika kujenga mnara katika kijiji X then mtoa huduma ai hey, akasema ana, ana, ana, ana, anaweza akajenga mnala akafikisha kwa shilingi themanini mwingine tisini mwingine 9iatano mimi nitamchukua yule ambaye ananletea gharama ndogo katika kuomba. Kuna, kuna maeneo mengine minara imefika, mawasiliano yapo, lakini kwenye upande wa intnet mm. uh, kuna malalamiko kwamba intneti kwa watu ambao wanakaa vijijini bado haina kasi uh, kwa nini? uh, hilo tuli ilo lipo mw, amini ndugu mwandishi uh, lakini tunavyozungumza kwa sasa uh, nadhani kwa data nilizionazo almost makampuni yote matano haya yanatoa mitandao paka ya 4G ni baadhi ya minara michache sana ambayo Haitoi teknolojia ya foji na thriji na mbasa. Hayo sasa, hayo maeneo ambayo tumeyaidentifai, tuna miradi mingine ya kuweza kuipandisha hadhi hiyo minara mm. Kwenda kwenye teknolojia ya foji na thriji. Kwa nini inajengwa ikiwa na teknolojia ndogo ambayo ni ya intaneti iliyo chini? Aa, ni ni Of course , kwa kipindi cha nyuma sisi kama UCSAF tulikuwa tumejikita sana kwenye teknolojia ile ya 2G kwenye yale maeneo ya vijijini, kwa sababu uh, ndugu mwandishi, hizi uh, huduma zina gharama zake zake, na pale ambapo unakuta mnara una hizo teknolojia zote tatu ama tano, hmm. ina maana investment yake kidogo ni kubwa kidogo hmm. Sasa wanaangalia kwamba nikiweka hii investment yote Mm. Ah, je, mimi litani yangu itakuwaje? mm. Eh, kwa hiyo kuna sababu za kibiashara zaidi, lakini sasa sisi kama Yuksaf ndo tunaingia yeah. tunasema hata kama kuna sababu za biashara za kuhakikisha kwamba ile minara ina teknolojia za intaneti za kisasa, lakini sasa sisi kama Yuksaf tunakubaliana tuna, tuna nao na, mm. na tunahakikisha tunaiongezea, tunaipandishia hadhi ile minara kutoka kwenye hizo teknolojia za chini Paka kwenye tek teknolojia za juu. Na hapa, ndugu mwandishi, kuna baadhi ya kampuni tayari hawana teknolojia ya 2G peke yake mm, tayari zimefika mpaka 4G. Yaani unakuta kampuni fulani, uh, yale maeneo ambayo sisi tulifikisha mawasiliano katika maeneo ya vijijini mm, uh, hamna teknolojia ya 2G peke yake yeah, na hata kupitia umradi wa wa minara mia saba hamsini na nane ambao sisi tunauita awamu ya nane na DTP mradi um, huo vile vile ulikuwa una minara mia tatu na nne ambayo ilipandishwa hadhi kutoka kwenye teknolojia za chini kwenda teknolojia. Lakini hamuoni kama inakuwa e, ni gharama kubwa, kuna, na usumbufu kwenu, kwa sababu unajua ukizungumzia teknolojia 2G kwa sasa hivi ni mm, teknolojia ambayo iko nyuma sana kwenye kasi ya internet. E, hamuoni kwamba kujenga kwenye teknolojia ya chini namna, baadae tena mnatumia gharama nyingine kupandisha hadhi inakuwa ni gharama kono, lakini pia ni usumbufu kwa watumiaji. Labda hapa nifafanue kwa kifupi mm. um, nazungumzia miaka ya, ya nyuma kabla lese elfu mbili na kumi na nane kumi na tisa mm. ndio nyuma. Sasa tulikuwa tunatangaza zabuni zenye teknolojia za tuji, lakini mm. sasa hivi toka elfu mbili na ishirini zabuni zetu zote sawa zinatoa sawa kwamba lazima mnara unaojengwa mnara husika huo na teknolojia ya 2G, 3G na 4G. mm -hmm. Kwa hiyo sio kwamba ni hivi karibuni, hapana, ndugu mwandishi. Kwa hiyo minara yote iliyojengwa kuanzia mwaka 2020 ishirini 20, 20, 20 inakuwa ina teknolojia zote tatu. Uh, na labda lingine niweze kukufafanulia ndugu mtangazaji kwamba teknolojia ya 2G ndiyo ni uh, kwa sasa ninaweza nikasema ni inatoa hutuma tu ya, ya, ya, ya, ya sauti ama voisi ya kawaida, mm-hmm. Lakini hizi teknolojia zingine zinatoa uh, kama 3G inatoa teknolojia ya inatoa sauti pamoja na internet, wakati 4G vile vilevile inatoa uh, internet lakini kwa teknolojia za sasa vilevile nanyiwe inaweza ikatoa sauti kwenye simu ambazo zinasapoti hiyo advancement ya teknolojia ya no. mm -hmm. 4G. Yeah, kwa hiyo sasa hivi zabuni zetu zote zinaangalia teknolojia zote uh, za kisasa lakini bado tunaendelea pamoja, na ukumbuke, hizi zinajengwa kwa pamoja mm -hmm. kwamba ni combine mm -hmm. sio kwamba yani, zinaenda kwa pamoja ina yeah. mpango wa gani wa muda mrefu na kumaliza sasa maeneo yote. Tunaishukulu ah, ah, wizara ah, inayotusimamia wizara ya mawasiliano na teknolojia ya habari ah, sasa hivi tuko kwenye mkakati wa kuhakikisha tunafika kwenye maeneo almost yote kwa kipindi cha miaka minne mitano ijayo, na ndio maana hapa, mwandishi, umekuzungumzia kwamba tumesaini mradi wa minara mia mbili na moja Desemba tano mwaka jana. Sasa hivi kuna mchakato unaendelea wa manunuzi wa minara mingine almost mia nne sitini na tano ambayo tunaita awamu ya kumi na moja. Kwa hiyo lengo ni kuhakikisha kwamba tunakwenda kuhakikisha kwamba ndani ya miaka miwili mitatu maeneo mengi sana yanafikiwa, lakini kumbukwe, hapa niweke sawa kidogo uh, hatuwezi kusema kwamba tunaweza tukamaliza kwamba nchi yote ikawa blanket kwamba kila sehemu utaenda unapata 4G 3 amini mawasiliano yote. Hata hizo nchi zilizoendelea kuna maeneo kidogo ya gap kadhaa, unakuta hmm, nchi inakuwa yani, nchi hmm, sawa vijiji vilivyokuwepo labda miaka mitano iliyopita au idadi ya watu nadhani unafahamu sensa labda elfu mbili na ishirini elfu mbili na kumi na mbili Hmm, tunazungumzia sensa elfu ishirini ishirini na mbili, kuna population inakuwa na vijiji vinaongezeka, kwa hiyo kutakuwa kunaibuka maeneo mengine mapya. Hmm, na hayo tutaenda nayo, ila niseme tu kwa kifupi, hatua kubwa ambayo tuna, tunaipanga ni kuhakikisha kwamba maeneo yaliyo mengi yenye wakazi yanapata mawasiliano na tunaenda zaidi na maeneo mengine ambayo Hmm, kuna wananchi wanapita, kwa mfano, miundombinu ya reli, miundombinu ya barabara kuu. Tunataka mtu ukitoka na reli SGR hapa mpaka labda Mwanza itapoisha eneo lote huo umepata mawasiliano hmm. hmm. na ndo hasa huu mradi wa awamu ya kumi na moja ambao tunaenda ku, so, so. Ku, kutimiza hilo lengo eh, eh, eh, eh, Mhandisi, nina maswali mengi kuhusu um, ya internet kwa yes. sababu mm -hmm. mazingira tuliyopo ni mm -hmm. mazingira ambayo bila internet bila internet yenye kasi ni mm -hmm. ngumu sana kufanya shughuli nyingi yeah. Utafahamu kwamba hata shughuli nyingi za serikali, malipo na kadhalika, mm -hmm. eh, yanafanyika kwa kutegemea ya internet mm -hmm. um, umezungumza kuhusu minara mnayoiweka na, na, na eh, internet mnayoiweka ama mm -hmm. eh, sasa nataka nijue standard yenu ni ipi, yani standard kwa mm. sababu miaka e, kumi nyuma mm. miaka tisa nane nyuma elfu mbili mm -hmm. kumi na nane hapo ku unazungumza kuhusu kuweka minara yenye internet ya 2G sasa, mm -hmm. hivi ile minara mna upgrade ku, ku, kufanya internet iwe 4G mm -hmm. au 3G mm -hmm. lakini tunazungumza sasa hivi kuna 5G mm -hmm. uh, mm -hmm. probably miaka kumi ijayo inawezekana internet ikawa na kasi zaidi. Sasa mm -hmm. nyie, standard yenu ni ipi? mtakuwa mnaweka E, kiwango cha sasa, alafu baada ya muda fulani mna ikiongezeka mnakuja tena ku upgrade minara yenu ama e, kama taasisi, yani vision yenu na standard yenu ambayo mnaiweka kwenye upande wa internet, ni ipi? Mm. ah, sasa kwa ni swali zuri sana. Sasa hivi nimesema kwamba tunahakikisha teknolojia zote hizi tatu ambazo ni common mm, zinawafikia wananchi wa vijijini, yeah. Lakini vilevile haya vile, makampuni ya simu Uh, yanaweza ya ya yakafika di kwenye teknolojia ya 5G Mm. Lakini kuna kitu kimoja lazima nikiweke sawa. Hiyo sasa ni kitaalamu. Mm. Tunapokuwa mijini hizi teknolojia za 5G uh, kwa nini tunazihitaji zaidi? Unajua mijini, angalia eneo la Dar es Salaam lilivyo, kwa mfano mkoa wa Dar es Salaam. Kwa nini tunahitaji 5G kwa kiwango kikubwa ni kwa sababu tuna population kubwa vilevile vile, tuna divisi hizi simu zenye kusapoti 5G nyingi. Sasa unaangalia kule kijijini Handeni ndani ni watu wangapi ambao wana simu zenye kusapoti 5G? Kwa hiyo hizi teknolojia zinapowekwa vile vile zinaangalia na haya makampuni ya simu yana uwezo wa kusikani kujua wateja wana simu zinazosupport 5G kwa kiasi gani. Sasa haiingia akilini na kibiashara, unaweka mtandao wa 5G ndani kule Kasulu mm. Alafu unakuta ni watu wawili au watatu ndio ambao wanatumia mm. kesho iyo, kutua, awa, na wananchi wakinunua hivyo vifaa, sasa kesho kesho na kesho kutwa, sio, hatubadilishi minara. Sasa hapo ni teknolojia imekuwa sana mm. kitendo cha kuupgrade au kubadilisha ni ni tunaita kitaalamu ni kama software upgrade. Maana yake ni kwamba mnara kama mnara mm -hmm. haufanyi chochote, wala unaweza kukuta hata vile vifaa vilivyofungwa ufanye chochote. cha kufanya ambacho kinafanyika mm -hmm. ni kubadilisha tu mambo ya software, kuhakikisha kwamba hiyo teknolojia ambayo unaitaka baada ya kufanya assessment inahitajika katika eneo husika, kwao sio gharama kubwa. Unapotea, unapaka, unapotoka kwenye teknolojia hii kwenda kwenye teknolojia hii mm. Sio gharama kubwa, ni unaweza kukuta ni kitu ambacho wakati mwingine kinafanyika mtu akiwa Dar es Salaam kwenye headquarter za hizo kampuni na tayari ule mnala unabadilika teknolojia. Ulikuwa na teknolojia tatu za 2G, 3G na 4G mm. badala yake unakuwa na teknolojia zote tena kuingia gharama. Gharama inakuwepo lakini inaweza nikasema ndogo kutokana na u na teknolojia ilivyokuwa ya kisasa zaidi. Nashukran no. yeah, sana mhandisi, tunakushukuru mm, sana, na tunakamilisha hivyo, pengine, uh, kwa kumalizia, kama pia una ujumbe hasa katika maeneo ambayo amekuwa mkiafikia, namna pia wanavyoweza kunufaika na huduma hizi za mawasiliano. Ah, ujumbe ujumbe ambao tunataka kupitia kipindi hiki ni utoe ni kwamba, tunashirikiana na private sector, na haya makampuni ya simu vilevile kujenga hii minara katika maeneo mbalimbali nchini. Tunaomba sana kupitia forum hii, wananchi waweze kuelewa umuhimu wa haya mawasiliano tunaenda kuyapeleka na wawe tayari kuyapokea. Na kuna changamoto kadha wa kadha, wakati wa kupata labda maeneo, wakati wa kusimika hii minara, tunawaomba sana wananchi tu watoe ushirikiano kwenye haya makampuni ya simu, na hasa hii miradi, itambue kwamba ni miradi ambayo of course wana, wana, wanaonekana ni makampuni ya simu mbele lakini serikali imetoa ruzuku kupitia Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote. Kwa hiyo pindi ambapo wanafika kwenye hivyo vijiji na maeneo mbalimbali ndani ya nchi waweze kutoa ushirikiano mkubwa ili miradi ikamilike ndani ya wakati. No. No. No. Shukran sana mhandisi, asante sana, asante sana mimi nashukuru sana Azam shukran, tunakamilisha no. sana hivyo, na tumefahamu mengi ambayo yanafanywa na mfuko wa mawasiliano kwa wote yuksaf, kupitia Mhandisi Baraka ya Elieza ambaye ni mkuu wa kanda mashariki yuksaf.